Jumbe mfupi tu kutufahamisha kwamba hatuko hapa kimakosa, hatuko hapa kimakosa, tumechaguliwa. Kuna yule anaweza kuwa lakini asubuhi hii nataka kukwambia kwamba hauko hapa kwa makosa, umechaguliwa na Mungu. Amen, haleluya! Hata kama ulikuwa sokoni ukakutana na injili hii ukaamini, ukaogoka, injili ni ya Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni wa Mungu. Hivyo basi Mungu ndiye aliyekuchagua. Amen. Tunajua ule mtu mmoja anakuja kwa Biblia Soma Warumi vitatu kama vitatu na Timotheo. Warumi nipate mtu wa Warumi, nipate mtu wa Wakorinto na Timotheo <coughs> iposa uweze kukubaliana nami kwamba wewe kuwa mahala hapa sio kwamba wewe ni mzuri sana saa, umechaguliwa. Kwa hivyo ukishachaguliwa na ukajipata mahala hapa, nami naomba nikufahamishe

Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo asubuhi hii ulikuwa toka kuzungumza juu ya kuchagulia. Amen. Japo Biblia hizo kuna zingine sikusikia neno kuchaguliwa, lakini yangu ya kizungu imezingatia neno hilo kwa sababu huo ndio ujumbe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe.

inubi yaachaguri naiiee iinavaa naa abiri ndarekelnakelo na keloaniwaio. Hatupo kanisani kimakosa, tupo hapa kwa sababu tumechaguliwa. Umechaguliwa na Bwana. Sasa isifike wakati unaishi maisha ya neema, au ukanisahau kwamba ni kwamba Mungu amekusahau? Mungu hajakusahau. Asubuhi hii nimekuja nikwambia kwamba ni Mungu aliyekuchagua ule msali wanae

Wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, ina maana kwamba tutaenda sawa na makusudi ya Mungu. Wana wa Mungu, ni kwamba tutafanya ile ambayo ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kicho nicho kiini cha Mungu kutuchagua, iokaaah ni kwamba tuwe kama wana wa Mungu Amen. Ina maana kwamba tutaishi maisha sawa na mapenzi. Tutaishi maisha yanayompendeza Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu lengo la Mungu kutuchagua sisi na kuwaacha hata wazazi wetu na kuwaacha watoto wetu ni kwamba tuishi maisha anayotaka yeye tuishi. Haleluya. Sasa kama wewe kanisani uramenyelimenaska tofauti mera iyo isikupee wasiwasi, kanaios maana ni halali yake kuishi maisha, lakini kwa sababu wewe umechaguliwa na Mungu, inakupasa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya.

na watu wa mataifa wamepata kutambua jambo hilo. Ukienda kwenye vikao vyao wa

Aleluya, hiyo ni Warubi. Kwa hivyo heshima ya Mungu inatokana na vile mbavyo tumeamua kutukuza Mungu katika maisha yetu. Aleluya. Pale. Na kwa Biblia inaangazia, dibyana kufahamu ya wapasa wa Mungu kufahamu mahalacguli kupatikana mahali pale, sio kwa nguvu zao, sio kwa sura zao nzuri, sio kwa, kwa mwonekano wao, sio kwa bidii yao, bali Mungu aliwachagua, kwa hivyo waishi maisha ya ktaa, kwamba mahali hapa tumechaguliwa na Mungu ili tuishi maisha ya haki tuchagua, kupata, Warumi, tisa, mm -hmm. Na Mungu aliyetuchagua aweze kupata sifa na utukufu. Amen. Na moja ishirini na tuweze kusoma. Ishirini na tisa akasema hivi.

Kuna zile baraka Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yako. Kuna zile baraka Mungu ameandaa kwa ajili ya familia yako. Kuna zile baraka Mungu ameandaa kwa ajili ya huduma yako. Bwana asifiwe. Kile ule nyuma Mungu hajabadilisha zile baraka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata kama kuna maisha maisha tofauti, unaweza kuona kwamba hapa nilangangana. Ujue kuna baraka Mungu ameziandaa kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Sasa usikate tamaa. Asubuhi hii uweze kuelewa ya kwamba kuna baraka Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha. Mungu hajaweza kubadilisha. amdikashateriel Mungu hufanya jambo lake kwa wakati wake, yeye hachelewi, yeye hawai, ila ni kwa wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wakati wa Mungu ni sahihi

kabisa sijui, lakini kuna jambo bwana kutendea. Baada ya kumepitia hali fulani, sifa na utukufu utakurudia kwa sababu utakuwa na uwezo kwamba hapa, Mungu aliyekiita ndiye amejibu ama kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Tusome vitu, inaenda chapchap ili tumalize sababu ya wa pa Korinto wa pa kwanza moja tisa bilini Kiswahili. Nilisikia kuna maneno fulani nilikuwa naacha, lakini Mungu, acha nisome. Mungu ni mwaminifu na nasema kwamba inasema kwamba Mungu ni mwaminifu na yeye ndiye aliyetuchagua ili tushiriki maisha yetu pamoja na Kristo anaiswa sikui ambaye Bwana Yesu asifiwe. Tumechaguliwa ili kushiriki maisha yetu pamoja na Kristo. juma juu ilikuwa na kuzungumzia juu ya mahusiano mm -hmm, na hapa pia kwenye Wakorintho iliandikiwa neno hili ili tujue kwamba baada ya Mungu kutuchagua lengo lake ni nini, ni kwamba

Kila mmoja anajua kwamba hapa niko sahihi ama hapa ninapotea. Kwa sababu gani? Ni rahisi, unaweza ukakaa chini ukatafakari maisha, ukatafakari mfumo wako mzima wa maisha. Mungu asifiwe. Je, kwa nafasi yako unachezaje? Hata kama maisha unayoishi ya kuzungukwa na familia ya changamoto, hiyo inaweza kuwa tu ni Mungu tu anakuandaa, lakini wewe binafsi maisha unayoishi ni maisha ya jinsi gani? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inakupa mwelekeo uelewe kwamba haya maisha ninayoyaishi ni ya kumpa Mungu utukufu, haya maisha ninayoishi ni maisha pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Neno la Mungu ndani yako, ina maana kwamba ule muda unaokaa kwa ajili ya kutafakari mfumo wa maisha yako mzima, utaweza kuelewa kwamba maisha yangu je, nimeyajenga katika neno ama nimeyajenga katika misingi ya kiulimwengu. Sasa unapokuwa umeelewa maisha yako umeyajenga katika msingi upi. Neno la Mungu likiwa ndani yako, neno hili litakusaidia kujenga maisha yako katika msingi wa kumjua Mungu katika maisha ya kuishi pamoja na Kristo. Ni msokiimte chagua ili tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali sio kwa matendo yetu. Mungu ametuchagua na ametufanya watu wake kwa sababu kwa sababu ya neema yake. Bwana Yesu asifiwe.